Wimbo yuko na Jux, wimbo unaitwa Sweetie, moja ya ngoma kali sana ambayo kwa hivi sasa inafanya vizuri sana kwenye digital platform mbalimbali za mitandao ya kijamii, lakini kwa pale YouTube tunapozungumza, taarifa ni mbaya sana kwa upande wa Nandy, kwa sababu imekuwa ni siku ambayo e, kama haiko bora zaidi, ikiwa ni wiki moja tu imepita tangu Nandy alipoachia wimbo wake huu unaitwa e, Sweetie featuring Jux. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo hii leo ningetamani huvifahamu, uh, kuhusiana na wimbo huu wa Nandy ni kwamba msanii chipukizi anaitwa Brian Buton ambaye amewasilisha dai la haki miliki yani copyright claim, YouTube dhidi uh, ya wimbo mpya wa Nandy unaitwa na Sweetie ambao amemshirikisha Jux. Kupitia dai hilo, Brian Buton ametoa siku saba kwa Nandy kuondoa wimbo huo kuondoa wimbo huo yeye mwenyewe, kabla ya YouTube haijachukua hatua ya kufuta rasmi na kumpa Nandy na, copyright strike. So Nandy kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti uh, uh, official account ya huyo msanii anaitwa uh, Brad Button ambaye amewasilisha hilo dai la haki miliki, na Nandy mwenyewe kupitia akaunti yake Instagram pale ameandika kwa uchungu sana na ameandika hivi: Mdogo wangu Brad Button, uh, kutoka kuwa mkubwa uh, kutaka kuwa mkubwa, kunahitaji juhudi. Kufikia tulipo kunahitaji uwekezaji mkubwa sana, na ukitaka kushikwa mkono unashikwa kwa wema na sio kurudisha mtu nyuma. Najua umeiona hii kama trend, ila hujui ni hasara kiasi gani umeiweka kwa huu wimbo. Unataka wimbo wangu ushushwe ili iwe story, sababu una wimbo unaoitwa Joro, unahisi itakupa boost, wala usijali. Ungeweza leta hizo stori bila kugusa investment niliyofanya, wala nisingekusumbua. Najua unajitafuta, ila ulipofikia ni hatua uh, ulipofikia ni kutaka kuua ndoto yangu kabisa. Sasa basi sita, uh, sita, uh, sema sasa basi staki kusumbua ama sitaki kumsumbua IT wangu wewe, na waliokushauri eh, kutaka kushusha video yangu, mnaweza toa hiyo strike yenu, niamini eh, ni imani. Niamini mdogo wangu, hiyo video ikishuka ukazika hela yangu chini, hata mama yako mzazi sitopokea msamaha wako. Umeona, akaandika Nandy mwishoni pale kwenye kuhitimisha, hitimisha ameandika <laughs> hapa hapa mwishoni kama ameandika aa, kama kumuunga mkono, lakini unaweza kaona ni kama sehemu tu ya Nandi kama kukubali, kwa sababu ameandika jamani, kasikilizeni wimbo wa Brian Button unaoitwa Joro, mpeni sapoti. Umeona, kwa hiyo hapa mwishoni kama Nandi ame conclude kwa ku... wataka watu wende wakamsupport kijana kwa kile ambacho wanakifanya eh, kwa jinsi ambavyo Nandi ameona kama ni sehemu ya training ambayo wasanii kwa hivi sasa amekuwa akiitumia, lakini ni hasara ambazo Nandy anakutana nazo kwa siku za hivi karibuni. Lakini tukio hili linakuja ikiwa ni miezi michache tu baada ya wimbo mwingine wa Nandy unaitwa Tonge Nyama kuondolewa pale YouTube na Mose Kamana, aliyedai msanii huyo alitumia brand yake kinyume cha sheria, lakini pia na Nandy e, kwa maana ya Kamana alienda mbali zaidi na kufungua kesi ya madai akitaka alipo shilingi milioni mia mbili eh, tu ambayo imemfanya nani pia kushindwa uh, kujibu chochote licha ya mawakili wake kujitokeza, lakini mambo yanaonekana kuwa ni magumu sana kwa upande wake kusana na masuala haya ambayo yanakuja ya copyright ama haki miliki, so hivi ni vitu ambavyo vina endelea huku mtandaoni kuhusiana na nandi kwa sababu imekuwa ni kama bahati mbaya pia unaweza ukasema, kwa mwaka huu 2025 nyimbo nzuri, nyimbo inaonekana kuwa bora, alafu anatokea mtu tu from nowhere anazungumza hivi ambavyo anaona kwa upande wake. Watu wengi sana wameguswa na hii issue jinsi ambavyo inaendelea kuhusiana na nandi By the way, nimeona Dayo kupitia akaunti yake ya Instagram pale, ni miongoni mwa wasanii ambao wameenda ku comment kwenye peji ya nandi na hiyo ameandika: uh, unawadekeza sana dada yangu uh, unawadekeza sana dada yangu uh, utawaacha kufanya hivi kila siku. So uh, Kimamo beat ambaye pia amekuwa akiproduce nyimbo nyingi sana za Nandy naye pia amecomment kwa kuandika YouTube nao wanapokea kila strike ambayo inaletwa hapo, akaweka emoji ya kopa ambalo limepasuka katikati kuonesha ni kwa kiasi gani ambavyo na yeye pia ameumizwa na hiki ambacho Inaendelea kuhusiana na Nandy. Of course Nandy mwenyewe amefanya challenge nyingi sana kupromote hii ngoma alafu, mtu from nowhere ataonakuja ya mambo yanakuwa ni marahisi kiasi hiki, so watu wengi wamekuwa akiumizwa sana na jinsi ambavyo YouTube inafanya masuala kama haya ya copyright ni kitu chepesi sana, unakuta msanii msanii akiclaim tu wimbo unashushwa so, Nandy unaweza kusema ni kama anakosewa sana na YouTube kwa jinsi ambavyo wana mportray, e, haki yake ya kimsingi kama msanii ambaye anatumia uwekezaji mkubwa sana ikisha kwa kwamba wimbo wake unakuwa mkubwa, lakini masuala rahisi rahisi kama haya yanatokea na unaona wimbo unashushwa una, una, una na maisha yanakuwa kama hivyo magumu kwa upande wa msanii Nandy. Ndio huyo taarifa yake inaishia hivyo, lakini taarifa ya